Ni uzinduzi wa Alliance Day. Alliance Day ni tumeipanga tulifanya tarehe tisa mwezi wa saba mwaka huu elfu mbili na ishirini na tano na ni jambo ambalo litakuwa endelevu kila mwaka mwezi wa saba tutalifanya hiyo shughuli ya Alliance Day. na kwenye huu uzinduzi wa Alliance Day, madhumuni ya ya hii Alliance Day, dhumuni la kwanza ni kuunganisha familia ya mpira ambao washa kupita Alliance na pia familia ya mpira ambayo iko ime, ime nje ya nchi na ndani ya nchi, na pia kuunganisha wanafunzi wetu wote ambao washa kusoma Alliance miaka tofauti tofauti miaka yote kuanzia Alliance ime, imefunguliwa mpaka sasa hivi, wanafunzi wote ambao washa kusoma Alliance na na familia ya mpira yote ambao washa kupita Alliance, natumaini ya kwanza yetu ya, ya hii shughuli na jambo la pili ni kusherehekea maono ya mwanzilishi wetu mzee wetu James msimama kule. Kwa hii shughuli ni, ni kuisherehekea maono yake na kuyaendeleza, kwa sababu kipindi mzee ameondoka kuna wengine walikuwa wako mbali, ila hii jambo limekuja kuwaunganisha watu wote, ambao uenda wakufika kwa wakati huo na walipenda kufika, kwa hii ni kuwaunganisha na kusherehekea maono ambayo yameshaanzishwa na, na mzee wetu. Na kingine ni kuita wadau, wawekezaji, marafiki na familia nzima ya Rais kuanzia wanafunzi, wachezaji mpaka mashabiki na wapenzi wa Rais, ili tuungane kwa pamoja tuweze kuweka mipango ya kupandisha timu kutoka first league kwenda championship. Tutahitaji msimu ujao timu yetu ambayo ipo first league toke first league iende championship. Na kingine tunaandaa mbili kubwa ambayo lengo lake pia ni kuboresha miundombinu ya viwanja vyetu ambayo kwa kimsingi tunajitahidi kama ikiwezekana na tunaamini tutafanikiwa viwanja vyetu tuanze kuvitumia kwenye ligi daraja la pili hayo, mazum ya Premier League msimu ujao. Hayo ndio mazungumzo ya uzinduzi wa hii siku ya Alliance Day na mambo muhimu zaidi kwenye hii siku ya Alliance Day. Asante sana.